Zaidi ya wafugaji mia moja wa ng'ombe wa maziwa kutoka Hai Kilimanjaro, wamepatiwa mafunzo kutoka chuo cha Nelson Mandela. Mradi huo unahusu matumizi ya teknolojia ya kisasa katika ufugaji wa ng'ombe wa maziwa ili kuongeza tija na ubora wa mazao ya maziwa. Kwa majina, naitwa profesa Gabriel Mkelema Shirima, ni mratibu wa mradi unaoshughulika na uendelezaji wa ng'ombe wa maziwa eh, Tanzania, na ni mradi ambao kwa sasa hivi unafanya kazi katika wilaya ya Hai Kilimanjaro, tuna mafunzo ya wafugaji zaidi ya mia moja ambao tumewaleta katika kituo chetu eh, mahiri kwa ajili ya ufugaji wa ng'ombe wa maziwa hapa Nelson Mandela, kwanza wajionee teknolojia ambazo tunazitumia, lakini pia wajionee ufugaji wetu na pia tuweze kushirikishana nao kwa yale ambayo tumeyaona katika maeneo yao ya ufugaji ili tuone ni kwa jinsi gani pia wao wataweza kuendelea kuboresha ufugaji wa ng'ombe wa maziwa. Mafunzo hayo yamebainisha changamoto kuu nne zinazowakabili wafugaji ikiwemo ukosefu wa elimu ya kisasa, gharama za uzalishaji, upatikanaji wa malisho bora na changamoto za masoko. Na katika mafunzo haya tunayo maeneo makuu manne hivi eneo la kwanza ambalo ni changamoto tuliyokuta kwa wafugaji wengi ni ujenzi bora wa nyumba za ng'ombe wa maziwa, hilo ni eneo la kwanza. Lakini eneo la pili ambalo tunalitazama ni eneo la malisho na ulishaji. Na labda ndugu mtangazaji, ni kuboreshe tu, kuna kifaa tumekifunga hapa tunakiita e, base station, na hiki kifaa kinaendana sawasawa na bolus ambayo tulimwekea mnyama kwa hiyo taarifa zote zinazotoka kwa mnyama zinaenda kwenye hiki kifaa na taarifa kutoka kwenye hiki kifaa zinaenda moja kwa moja kwenye simu ya mfugaji. Lakini eneo lingine ambalo nataka nikuambia, ndugu mtangazaji, ni matazamio yetu kwamba ukiwa na ng'ombe wa maziwa kila mwaka akupe ndama, na ndipo hapo utaona matokeo mazuri kwa kupata maziwa mengi, lakini pia kupata ndama. Sasa kwa wastani wafugaji wetu wanapata ndama kila baada ya miaka miwili na nusu mpaka miaka mitatu. Kwa hiyo kifaa hiki ambacho tumekifunga kwa sababu kitampa mfugaji taarifa mapema ina maana kwamba mfugaji atakwenda kumpandisha ule ng'ombe mapema zaidi. Kwa hiyo ni eneo ambalo tunalitazama sana. Lakini pia eneo lingine tunalitazama hapa ni kumbukumbu. Bila kutunza kumbukumbu kumbu nzuri ya mifugo, huwezi kujua ukoo wa nyama, huwezi kujua uzalishaji, hata huwezi kujua kama ule mnyama anakulipa au hakulipi kwa sababu huwezi kuweka kumbukumbu vizuri. Kumbu, ndugu mtangazaji eh, wafugaji hawa kwa sehemu kubwa wametoka wilaya Hai. Hao mia moja nao naokuambia wametoka wilaya Hai, kwa sababu ndiko ambako tumejikita kuna wafugaji wengi sana wa ng'ombe wa maziwa. Lakini katika mafunzo haya pia E, tunao wafugaji kupitia shirika la Haifa International. Na hawa wameweza kuwaleta wafugaji kutoka Mbeya, kutoka Mwanza na Bukoba. Na hawa ni wafugaji ambao tunawaita wafugaji walioendelea zaidi. Wana ng'ombe wengi zaidi ukilinganisha na wafugaji wetu wadogo wadogo wa kawaida. Na hao wamekuja kujifunza kuona kwamba hizi teknolojia zinaweza zikawafaa kwa jinsi gani. Tunachowaomba wafugaji wetu ni kwamba tuendelee kufanya kazi kwa pamoja, tuendelee kushirikiana na wazichukue hizi teknolojia, waone kabisa kwamba zitawasaidia. Lakini jambo lingine la msingi zaidi ni kwamba matarajio yetu ni kwamba katika hii miaka inayokuja, kwa sababu ndoto yetu si kwamba tuishie wilaya Hai, ndoto yetu ni kwamba tuende zaidi. Kwa maana hiyo ni kwamba wafugaji tulionao, kwa kweli tunatazamia kwamba wawe ni chachu ya wafugaji wengine kwenda kuiga kwao hizi teknolojia kwa sababu mfugaji akija kwangu moja kwa moja kama mtaalamu hawezi kuamini, lakini akienda kwa mfugaji mwenzake akaona mabadiliko yale ametokea na ameleta eh, mambo ambayo ni chanya kabisa, hakika wafugaji watachukua zile teknolojia haraka sana. Dr. Gladness Mwanga, mtafiti kutoka Taasisi ya Nelson Mandela, ameelezea kuhusu mwitikio chanya wa wafugaji mia moja walio walioshiriki mafunzo ya teknolojia ya kisasa ya ufugaji wa ng'ombe wa maziwa ni mwitikio ambao tumeuona kutoka kwa wafugaji wetu. Hii ni kutokana na teknolojia ambayo tumeweza kuwafungia kule kwenye mashamba yao kujua ni nini ambacho kinaendelea. Kweli matokeo yamekuwa ni mazuri, na mpaka sasa tumeweza kuangalia ni namna gani teknolojia hii imeweza kuwasaidia wao kuweza kubadilisha au kuongeza ufanisi wa kazi zao, ambacho sasa sahivi tunachokiangalia pia namna gani wanaweza kuboresha kwenye sehemu nyingine, kama mfano mabanda yao, namna gani wanaweza kuboresha, kwa sababu tulibaini pia katika teknolojia kwamba namna wanavyokuwa wanatunza mifugo yao, kama ulishaji na unyeshaji wa maji, tumeona tukiwa napata alam nyingi sana kutoka kwenye hizo teknolojia ambazo tumewafungia. Kwa kweli, mtikio umekuwa ni mkubwa sana na wengi wameipenda na wameendelea hata pia, kwa ambao hawajafikia, wakiendelea kuhamasisha kwamba tuweze kuangalia namna gani ambao tunaweza kuwafikia wafugaji wengi kwa hao ambao mpaka sasa tunao, wameona faida nyingi ambazo wameweza kuzipata kupitia teknolojia hii. Walioshiriki mafunzo wameishukuru taasisi ya Nelson Mandela na kuomba mafunzo zaidi, wakisema yamewasaidia kuboresha uelewa wao kuhusu ufugaji wa kisasa wa ng'ombe wa maziwa. Mimi naitwa Fragrance Isaac Kinkya, natokea Ndronga kwa hiyo tumekuja huko kwa mafunzo kuhusu ufugaji wa ng'ombe kwa hao wawezeshaji wetu. Mimi na ng'ombe sasa hivi na ng'ombe watatu nilikuwa nao watano, nimeshawapunguza nina ng'ombe watatu. Hao wawili wako kwenye mfumo. Ni kwamba utaratibu na namna ambavyo tunawalisha kunikanisha na elimu tuliyopata, wanakuwa kwenye badiliko la uzalishaji mzuri, hasa kupata taarifa za wakati sahihi. Wakati ungeweza kukaa tulikotokea unachukua muda, hujapata ndama, hujaelewa tarehe ambazo ng'ombe anaingia kwenye joto, unapoteza wakati. Lakini sasa hivi ni tofauti kubwa, kundi kile alikuwa anapata lita saba, lita nane. Sasa hivi kama kizaa miezi mitatu minne unaweza kupata lita 15, 14, 13. Waombea Mungu na pia tunawashukuru kwa namna ambavyo wamekuja kututoa kwenye hali tulikokuwa, kutuleta katika mfumo mwingine ambao ni mzuri ambao utatusaidia endapo tunazingatia yale wanayo tufundisha. Naitwa Amani Martin Nkya, ni mfugaji wa kawaida. Ninashukuru kwa haya mafunzo ya siku mbili. Kuna kitu ambacho tunakipata nikiwa kama mfugaji, cha kwanza kabisa ni kuweka historia na rekodi ya ng'ombe wa maziwa, cha pili ni uzalishaji bora wa maziwa. Kabla ya mafunzo au kabla ya huu mradi, kikweli nilikuwa natembea katika njia nisiyojua, ila tangu mradi umekuja na performance yangu ya kuzalisha maziwa imeongezeka kwa mfano ng'ombe mmoja alikuwa anatoa lita tano, lita sita, lakini tangu mradi umeanza na nikaanza kuweka rekodi, ng'ombe mmoja kwa sasa anatoa maziwa lita kumi mpaka lita kumi na mbili kwa mkamuo mmoja.